Kinachoendelea Lagos, Nigeria right now ni party after party, kuelekea katika siku ya sherehe ya harusi kati ya mtu mzima Juma Jux pamoja na Priscilla. You know of course ni harusi fulani ambayo imekuwa refu kweli kweli, na hapa katikati tumepigwa na photoshoots za kutosha kweli kweli you know? as we know Nigerians, when it comes to the wedding, wa hawanaga shughuli ndogo. Naweza kusema in Africa ndo nchi pengine ambayo inaongoza kwa sherehe za kuheshimika, yaani bajeti zao sijui zinakuwaje kusema kweli, kwenye ishu nzima ya kufanya sherehe, kwa sababu kuna zile harusi za kimila, alafu kuna za kidini, alafu kuna za kiserikali, alafu kuna you know, a lot of stuff ambayo ilifika mpaka stage wa Tanzania wengi wakawa wanamwambia Juma Jukes like, bro, be careful sije ukamaliza hela zako kwa haya mambo ambayo yamekuwa akiendelea sasa hivi, you know, Nigerian and since umpate huyo Priscilla ambaye ni mke wake by the way. So kinachoendelea sasa hivi Priscilla ni amefanyiwa a bridal shower kuelekea katika siku yake ya harusi, lakini ni party after party. Hapa nimekuwekea mfululizo wa videos ambayo nataka uzitazame then niambie comment yako kuhusiana, you know, na hiki kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kati ya Juma Jux na hizi harusi. Kwa sababu of course nafahamu harusi ya Juma Jux ilikuwa ni mwaka jana walifu, ah no, mwaka huu mwezi wa kwanza kama sio mwezi wa pili pale, kabla hatujaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndo tuliona hiyo harusi yake ambayo ilifanyika Bongo. It was very simple wedding. Lakini alikuja akasema there is four more ambazo zinakuja ambaye tukaona civil wedding ya kiserikali, and something like that, so nataka uenjoy videos, lakini pia usisahau kuniambia comment yako kuhusiana na hiki kitu ambacho kimekuwa kikiendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Zakisha Dela Cruz na hii ni B plus trending.